Naanza na habari za kitaifa. Serikali imewekeza fedha nyingi zaidi katika mradi wa maji wa Makonde unaosambaza maji katika wilaya za Newala na Tandahimba mkoani Mtwara, ili kuboresha upatikanaji wa maji kwa wananchi wa wilaya hizo. Kutoka Mtwara, mwanahabari wetu Vedasto Msungu anaripoti. Mgombea wa urais kupitia chama cha mapinduzi CCM Jakaya Mrisho Kikwete amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya mradi huo uliokuwa unasimamiwa na wananchi kushindwa kukidhi mahitaji na kwamba tatizo kubwa la umeme lilokuwa linakwamisha uendeshaji wa mradi huo sasa limepatiwa ufumbuzi, na kinachofanyika sasa ni kununua mabomba mapya kwa ajili ya ujenzi wa mfumo mpya wa maji katika mradi huo. Maji hata yale kidogo yaliyokuwepo yalikuwa hayatoki, kwa sababu umeme wa kusukuma yale maji haupo. Umeme wa dizeli utoka Masasi, ukawa wasiwasi kweli ndio pale tukafanya uamuzi kwamba tuunganishe umeme wa gesi, wa gesi wa Mtwara ambao wa unatumika Mtwara na Lindi, tulete Masasi, tulete Newala, tulete Tandahimba, tupeleke Nachingwea, tupeleke Ruangwa, ili maeneo hayo tuyaondoe kwenye adha ya ukosefu wa Mheshimiwa Kikwete ambaye pia ni rais anayemaliza awamu ya kwanza ya miaka mitano ya utawala wake akihutubia mikutano ya kampeni katika majimbo ya Lulindi, Newala, Tandahimba na Mtwara vijijini amesema ilani ya, ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na kumi imeiagiza serikali ya CCM sasa kuanza matayarisho ya kujenga kwa kiwango cha lami barabara ya kiuchumi kutoka Masasi mpaka Mtwara kupitia Newala na Tandahimba ukanda ambao ni maarufu unaongoza una kwa uzalishaji wa zao la korosho nchini. Upembuzi yakinifu ufanywe, upembu usanifu wa kina ufanywe, baada ya hapo gharama ijulikane, halafu tuangaike kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii. Limo kwenye ilani hii. Sasa naamini kama kazi hizo zikamalizika kama mapema, pengine kabla hatujamaliza elfu mbili na kumi na tano tutakuwa tumeanza ujenzi. Wala ningefurahi sana kazi hii nianze mie nisiye kumwachia anayefuatia wa kwa kwa kwanza mapema. Mgombea ubunge wa jimbo la Newala George Mkuchika alisema wilaya ya Newala imekuwa ikijitosheleza kwa chakula kwa miaka yote, lakini tatizo la maji ni kubwa, ingawa amesema Serikali tayari imetoa zaidi ya shilingi bilioni saba nukta tano kushughulikia tatizo hilo, na mgombea ubunge wa jimbo la Lulindi Jerome Bwanausi akampigia magoti mgombea urais wa CCM kuonyesha msisitizo zaidi wa kero ya maji katika jimbo lake. Tulikuwa tunapata mgao wa umeme muda wa saa nne kwa siku, lakini kule Mkunya ili matanki yajae lazima wasukume maji muda wa saa kumi kila siku. Tukaiomba serikali itupunguzie tatizo la umeme kwa kuunganisha umeme unaozalishwa Msimbati. Kazi hiyo Mheshimiwa Rais, imefanyika tatizo la maji lilikuwa ni tatizo, linaonekana linashindikana, lakini kwa ahadi zako naamini tatizo hili tutalitatua. Kutoka mkoani Mtwara, ni Zedaso Msungu wa ITV. Mgombea uraisi kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA D Wilbrod sla amesema suala la ujenzi wa miradi ya barabara, maji na umeme hawezi kuyatolea ahadi kwa sababu ni jukumu la serikali, hivyo ni mambo ambayo ni lazima yatekelezwe bila ya kujali ni kiongozi gani au chama gani kipo madarakani, kwani siyo hisani kwa nchi ambayo wananchi wake wanalipa kodi. Kutoka Karatu, Fosaro anaripoti. Slaa ameyasema hayo kwenye mkutano wa kampeni uliofanyika mjini Karatu ambapo amewaomba wananchi kumpa ridhaa ya kuwaongoza na wampime, ndani ya miaka mitano wataona mabadiliko makubwa ya maisha yao, na kwamba serikali yake itakuwa wazi kwa kueleza mapato na matumizi ya fedha zilizotokana na kwa kodi zao wanazotozwa kila siku kwenye bidhaa wanazonunua ambazo zinatakiwa kurudi kwao kwa ajili ya maendeleo. Serikali ikibadilika, mipango ya serikali haiondoki Barabara zitajengwa, miradi yote ambayo iko kwenye tayari imeandaliwa itatekelezwa. Rais akibadilika mipango ambayo iko kwenye pipeline haiondoki. Ndio maana, ndio maana hamjawahi kumsikia Dkta Slaa Karatu akizungumza kwamba ameleta barabara. Aidha, mgombea huyo wa urais amerejea kauli yake ya kuwa ndani ya miaka mitano ya uongozi wake atahakikisha hakuna mwananchi anayeishi nyumba za tembe wala nyasi, huku akiwamwagia sifa wakazi wa Karatu kwa kupiga hatua kwa asilimia kubwa ya watu kujenga nyumba zenye hadhi ya kuishi binadamu. Tulikuwa tunajenga nyumba za majani, leo nimepita juu ya ardhi ya Karatu, nyumba za majani zimepungua zitafuta unazihesabu. Tunasema tunataka ndani ya miaka mitano tusionane Tanzania na nyumba ya majani. Kwa upande wake, mgombea ubunge kupitia CHADEMA Bwana Israel nati amewataka wananchi kumpigia kura kwa wingi pamoja na madiwani wake ili waweze kuendeleza heshima kubwa iliyoachwa na Dr. Slaa ikiwa ni pamoja na kuendeleza miradi mbalimbali ya maendeleo aliyoianzisha wakati akiwa mbunge wa jimbo hilo pelekwa kwenye zahanati hospitali zetu tungekuwa na dawa. Wanafuta pesa za nchi hii wote wote, naomba tuseme sisi ambaye bye yeah. Nikiripoti kutoka Karatu mkoani Arusha, mimi ni ufosaro wa ITV. Kampeni za urais wa Zanzibar kupitia vyama mbalimbali zimezidi kuendelea huku vyama viwili vikuu CCM na CUF vikiendelea kuchuana katika kuomba kura kwa wananchi na kunadi sera zao. Mwanahabari wetu Faruk Karim anaripoti. Mkutano wa Chama cha Mapinduzi, ambapo mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Ali Mohamed Shein amewahakikishia Wazanzibari endapo atampa uongozi wa juu wa urais, atahakikisha wananchi wanapata makazi ya kisasa na huduma nyingine muhimu za kijamii enga maeneo maalum katika miji yetu pamoja na mji wa Unguja, maeneo maalum tutayatenga kujenga nyumba za ghorofa za kisasa. Hatuna ardhi ya kutosha kwa kwenda moja kwa moja, sasa tumeamua tujenge kwenda juu. Tutakitenga, tutatafuta maeneo hayo katika maeneo yetu ya mji wa Unguja. Katika mkutano mwingine wa kampeni za urais ambapo mgombea wa urais kupitia chama cha wananchi CUF Maalim Sef Sharif Ahmad amehakikishia kuwa Zanzibari kwa Zanzibar itaongozwa na Wazanzibari na hakuna mpango wote wa Zanzibar kutawaliwa na wageni. Maalim Sefu ametoa kauli hiyo katika mkutano wa kampeni uliofanyika Chaani na kuhudhuriwa na mamia wanachama wa chama wana hicho na wananchi mbalimbali wa jimbo hilo. siasa hizo zimeshapitwa na wakati, hii ni Zanzibar, wenye Zanzibar ni Wazanzibari wote sawa sawa, na katu katu hatatoka mtu kutoka popote pale duniani kuja kuitawala Zanzibar. Zanzibar utatawala wenyewe Wazanzibari sawa sawa. Harakati za kampeni bado zinaendelea kisiwani Zanzibar, huku vyama hivyo viwili vya CCM na CUF ndivyo pekee vinaonekana vikifanya kampeni za kishindo kwa kila siku, huku vyama vingine vinaonekana bado spidi zao kuwa ni hatua kwa hatua na sio kama hizo za Chama cha Mapinduzi na Chama cha Wananchi CUF. Kiripoti kutoka Zanzibar, mimi ni Faruk Karimu wa ITV. Serikali ijayo ya Chama cha Mapinduzi CCM imeahidi kumaliza tatizo la ukosefu wa maji linaloikabili manispaa ya Musoma kwa kipindi kifupi, kufuatia serikali ya Ufaransa kukubali kufadhili mradi mkubwa wa maji kutoka ziwa Victoria. Kutoka Musoma mkoani Mara, mwanahabari wetu George Marato anaripoti. Hadi hii imetolewa na mgombea mwenza wa chama cha mapinduzi CCM Dkt. Mohamed Garibu Bilali wakati akihutubia mamia ya wananchi wa jimbo la Msoma mjini katika viwanja vya shule ya msingi ya Nyakato ambapo amesema tayari maandalizi ya utekelezaji wa mradi huo wa maji yameanza, huku akitoa ahadi ya ujenzi wa vituo vya afya, nyumba za walimu na mahabara, kazi ambayo amesema itatekelezwa katika kipindi cha miaka mitano ijayo endapo wananchi watakipalizaa chama hicho kuongoza taifa. Kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tuyazungumzie. Kuna tatizo la haba wa maji. Haya ni mambo ambayo tumekusudia kuyafanyia kazi, na kwa kushirikiana na serikali ya Ufaransa tutahakikisha kuwa tatizo la umaji katika mji huu wa Musoma litakuwa ni historia ya zamani. Sisi sehemu oye tumejipanga vizuri kuhakikisha nchi yetu inapiga hatua kubwa katika kila mambo. Uhaba wa shule za sekondari hii, tumetilia mfano, tumetilia mkazo na tunahakikisha sio kuwa tumefanya kazi ya kujenga shule za sekondari katika kata zetu, lakini sasa tunataka tuhakikishe shule nyingine tunazipandisha daraja zinakuwa shule za kidato cha tano na cha sita. Sisi MOE. Watoto wetu tunataka wasome na wasome sana, vizuri sana. Serikali imejiandaa vizuri kuhakikisha watoto wanaso na ndio maana katika ilani yetu tunazungumzia elimu kwa upana wake wote. Tunataka kuanzia watoto wa miaka mitano, minne na sita wawe wanakwenda katika shule za awali kila shule ya Zikiwa zimebaki siku tisa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 31 watanzania wametakiwa kufanya uchaguzi huo kwa amani na utulivu ili kuenzi Umoja wa Mataifa na malengo yake yanayotaka nchi wanachama wa umoja huo kudumisha amani, utulivu na demokrasia ili dunia iendelee kuwa salama. Mwanahabari wetu Salum Kambala anaripoti. kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa Bernard Membe wakati wa maadhimisho ya miaka 65 ya Umoja wa Mataifa. Tunachohitaji, na kama kweli tunataka kuenzi Umoja wa Mataifa, kama tunataka kujienzi wenyewe kama sehemu ya Umoja wa Mataifa, lazima tudumishe amani na utulivu katika kipindi chote cha uchaguzi tunachokwenda tu, tu, tuwe kitu kimoja, tusiachane njia tukumbuke kwamba amani na usalama ni msingi mkubwa kabisa wa siasa wa demokrasia na maendeleo katika nchi. Kwa upande wake mratibu mkazi wa Umoja huo bwana Albarek Kako amesema katika maana ya demokrasia ni matumaini ya umoja huo kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu utaweka mizizi na kushamiri katika juhudi za kuleta mageuzi zaidi katika chaguzi zijazo. Tanzania is heading into the fourth orth general election at the end of this month. Elections provide citizens with a critical opportunity to hold the government and representative accountable. I trust that these elections are going to be managed in a way that truly deepens democracy in this great country. Maadhimisho ya mwaka huu yameweka kipaumbele kwa vijana duniani ambapo wakiwawakilisha vijana wa Kitanzania, mwenyekiti wa chama cha taifa cha vijana wa umoja Mataifa, UNATZ wamesema ni muda mwafaka kwa vijana kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kukataa kununuliwa na kuchagua viongozi wanaofaa.

This is the right time to exercise our rights and responsibilities. I call upon all young people to go and vote. Mkusanyiko huu wa mabalozi viongozi mbalimbali wa ndamizi hapa nchini ni katika tukwazilisha miaka 65 ya kuzaliwa kwa Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa maeneo ya Karimjee, Dar es Salaam, Salumu Mkambala wa ITV.